Muda huu mashabiki wa Simba wakiwa wanaanza anza kuingia katika dimba hili la Benjamin Mkapa, ulinzi umeimarishwa kweli kweli, vijana wa scout wako hapa kuhakikisha ulinzi na usalama ni wa hali ya juu. Mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Simba dhidi ya Fountain Gate, mashabiki wa Simba wakiwa wanaanzaanza kuingia hapa ingawa bado si wengi kwa kiasi hiko, lakini ulinzi ni wa kutosha. Vijana wamekaa vizuri, kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi umeimarishwa katika dimba hili la Benjamin Mkapa, pamoja na maafande ambao wako hapa na mastewart, wakizingatia ulinzi na usalama, mashabiki waingie kwa amani, lakini pia mashabiki watoke kwa amani. Muda huu Nje mwa dimba la Benjamin Mkapa bado watu si wengi kwa kiasi hiko, lakini sisi bado tuko hapa kwa ajili ya kupatia kila kitu ambacho kinatokea katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Mpaka hivi sasa mishale ya muda, bado mashabiki si wengi hivyo, lakini ulinzi na usalama ni wa kutosha, ulinzi wa hali ya juu kama anavyoona hapo katika geti eh, D ambalo ni geti mahususi kwa mashabiki wa Simba kuingia kwenda kutazama timu yao kwenda kuangalia kitu gani ambacho watakipata katika mchezo wa siku ya leo, lakini bado watu si wengi kwa kiasi hicho, lakini ulinzi na usalama ulinzi ni wa kisasa kabisa. Maaskari wako mafande hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri kabisa na hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kutokea muda huu. Wafanyabiashara tayari wakisha washeka vitu vyao hapa kwa ajili ya kufanya biashara, lakini pia wa, wanaokatisha tiketi wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha mashabiki wa Simba wanakata tiketi kwenda kuangalia timu yao. Wafanyabiashara wadogo wadogo pia nawaona hapa, lakini pia mafande ma steward wakizingatia ulinzi unakuwa sawa. Ulinzi ni mzuri kweli. Ma, ma vijana hawa wa scout pia wapo hapa. Katika dimba la Benjamin Mkapa nje na sisi eh, D&A TV tuko hapa kwa ajili ya kuhabarisha kila kitu ambacho kinatokea katika dimba hili, cha kufanya wewe baki na sisi, kuwa mwanafamilia wetu. Kama bado badoja mwanafamilia wetu, subscribe alafu bonyeza alama ya kengele, ili taarifa zote ambazo tunaziposti kupitia ukurasa huu zisikupite lakini cha umuhimu zaidi kuzingatia kitu ambacho kinaendelea katika mchezo wa siku ya leo, nimekwambia ulinzi ni wakisasa, ni wa kisasa. Ulinzi ni umeimarishwa, maaskari wapo hapa, masteward, mageti yashafunguliwa mapema kabisa, kwa ajili ya kuhakikisha mashabiki wanaingia uwanjani kwenda kutazama mchezo wa Simba dhidi ya Fountain Gate.